Caren Angego ameutua wadhifa wa katibu katika idara ya huduma za watoto. Mwenzake katika idara ya ulinzi wa kijamii na masuala ya wazee Joseph Mutari na waziri wa leba Dr Alfred Mutua waliahidi kuwasaidia watoto. There are

Kwingineko, mwanzilishi wa shirika la Ushiriki Wema Tessie Mudavadi ametaka kubuniwa kwa maktaba katika mitaa ya mabanda na maeneo ya mashambani ili kuwawezesha watoto kupata maarifa. Alikuwa akiongea wakati wa maadhimisho ya siku ya watoto ya taifa la Uturuki katika eneo la huduma za maktaba ya kitaifa jijini Nairobi. As Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It opens doors, breaks the cycle of poverty and ignites the imagination. However, for children to fully benefit from education, access to resources is essential and one of the most vital resources is libraries. Na shirika la UNICEF limetoa wito wa ushirikiano katika kukabiliana na athari za utapia mlo unaowakabili takriban watoto milioni kumi na tatu katika maeneo ya mashariki na kusini mwa bara Afrika watoto milioni nne kati yao wanakabiliwa na utapia mlo. Mkurugenzi wa shirika la UNICEF katika eneo la mashariki na kusini mwa Afrika, Etleva Kadili, alisema hali hiyo imekuwa mbaya zaidi kutokana na ukosefu wa ufadhili, huku kukiwa na upungufu wa ufadhili wa dola milioni mia moja na kumi. Dorine Arange, Darubini.